Hasa kuna video niliitoa awali nilielezea sifa za kujiunga na chuo cha Maliasili, ambapo nilisema mwanzo ni lazima uwe na pass nne kwenye masomo yasiyo ya kidini ikiwemo pass ya biology na somo la geography. Hasa huenda mtu akawa anajiuliza swali, je, dirisha la maombi kujiunga na chuo husika cha Maliasili, dirisha limefunguliwa? Jibu ni ndio, dirisha la udahili lipo wazi. Kuna kitu kinaitwa match intake. Mfano, ngoja nitolee chuo cha pasiansi. Sasa ni wewe mwenyewe kuingia kwenye tovuti rasmi na kufuatilia taarifa husika au ni wewe mwenyewe kuingia mtandaoni na kuanza kufatilia vyuo ambavyo vina kitu kinaitwa March intake. Ebwane, kila laheri, Mwenyezi Mungu akutangulie.